Alafu unafungua hizi nati kao inashika hivi, alafu baada hapo inakuwa hapa, lakini hiki unakitoa, hiki chuma hiki cheusi hiki hiki unakitoa unafungua, alafu inakuja inakaa, ina pembe tatu hizi, unakuja unafungia kwa kutumia nati hizi, alafu baadaye ndio unakirudishia. Kwa hiyo inakuwa inakaa hivi, umeona? Kwa hiyo inakuwa ina, iki, iki. hapa jembe likiwa linafika mpunga hii ina, inakusanya inapiga pembeni, ambayo jembe lake ile la pembe tatu la duara na hizi duara ndio mshachukua jana eh, inakuwa hiyo kwahiyo navaa mgongonivipo aa la petroli umu kwenye mafuta unatumia unaweka lita tatu, usijazi lita moja. Inajaa lakini baadaye, ikiwa vibration, anaweza mafuta kumwagikia kutokana na matundu haya ya kuvuta mafuta juu, kwa anaweza kamwaga mafuta kwa, tunashauri mtu weke lita robo tatu na oil unaweka milimizi 100, kidogo sana, milimizi 100, milimizi 100. Hebu nitolee kile ile box hapa, tuingia hapa, nichukua milimizi 100. Wao unapewa na majembe tofauti tofauti, eh, majembe tofauti tofauti, jembe la kuchekea majani jembe la kukata majani madogo madogo, mezimia kidogo <coughs> tu hapa hapa ya oil. Yes. Yeah, bondo yeah. Yeah, oil. Amiminia mule kwenye ambayo oil inatumika natu, humo ni oil ya namba arobaini. Huu zuri wake ni sehemu ya oil peke yake na petroli peke yake, tofauti na zile za una ni mafuta au aa, mafuta ya, ni peke yake oili ni peke yake. Kuna zingine kama hivi hivi, ukienda unauziwa kama hii, lakini inakuwa mafuta na oil. Oili unachanganya, unaongeza mafuta. Baada ya muda fulani labda wiki, wiki moja unabadilisha oili, kama pikipiki tu tunasema au gari baada ya muda fulani oil ikiisha au ikiwa nyepesi unabadilisha, lakini oil usiweke nyingi, kwa sababu oil kiasi kinachotakiwa ni kidogo sana yani, ni kidogo sana kwa mtu mwingine, anaweza kamimina akaweka milimizi mia mbili au mia mbili hamsini mwisho wa siku injini haiwaki, haiwaki kabisa, utawasha mpaka hii laki sita laki sita na nusu laki sita na nusu Lakini kama ukitaka kwa sababu tunakupa na jembe la kupalilia kama utaki jembe yeah. kupalilia... la kupalilia tutakuuzia kwa laki sita. Hilo la kutifua la kupalilia pa la ah, kupalilia mahindi, mazao mbalimbali. Kwa watu wengine wanakuwa hawana uhitaji nalo. Kama mteja ah, na uhitaji nalo tunamuuzia kwa laki sita ah, na yaani, yeah. nalo hii tunakupatia kwa hiyo bei, lakini kama mteja akiwa hana uhitaji nalo, tuna hatumpi na muuzia kwa laki sita, lakini ukichukua kama pisi mbili, na uziwa laki tano mm, na nusu laki tano na nusu <tutu> na bila shaka ambao jembe ninapewa ni hili moja mbili tatu na hili la kufyekea la duara, leta ile ile box umuamna nini? <tutu> inakuwa kama hili lakini nini, hili ya inakuwa ni na meno mengi mengi kwa jili ya kuvunia. Kwa matumizi ya mafuta lita moja kwa masaa mawili, na uhakika na uzuri ni kwamba spare zote wa hii mashine unapata, kasoro kitu kimoja tu, kwa mkono tu, kwa mkono tu hapa, kwa sababu hii kidogo huu mkono unakuwa <coughs> e, ni imara, sio ngumu kuharibika, labda huo umekutana na kitu kigumu sana lakini kitu kingine chochote ambacho kipo kwenye brush cutter kinapatikana yani, uzuri ndo huo, sababu hizi injini zipo size tofauti tofauti, zipo design tofauti tofauti, lakini kwa sisi namba GX35 spare tunazo zote na majembe yote, aidha ukitaka pump ya kuvutia maji, ukitaka chainsaw, ukitaka jembe la kupalilia la kutifua, hiyo pump yake ya eh, ukitaka hiyo hapo chainsaw, pia chainsaw ipo Ukitaka plagi, plagi nazo zipo. <laughs> Yaani kitu chochote ni yaani ukitaka kiki, ukitaka ukitaka sijui tanki, ukitaka hizo tableta, ukitaka huu mkono ka, ukitaka labda nanii zeei vikombe vya ndani vya engine, mkanda kwa, nakuwa na rahisi najua ni kitu umuko kama spare kupatikana ni rahisi inakuwa ni vizuri, kuliko ile papo umeenda kutumia leo, wiki ndo kazi ipo kubwa, plug imekosekana. Na plug haiingiliani na plug za design yoyote, yaani plug yake ni plug yake tu, na upatikanaji wa plug ni mgumu kweli, anza kujikuta heka mashine nzima, lakini plug imekufa. Kwa hiyo kuwa na spare ni muhimu, kama tumehakikisha kwamba spare kwanza tunazo bashikata tunayo cha mpunga. Kuna mashine ya kukoboa mpunga, kuna mashine ya kupiga mpunga, ya kupiga mpunga iko iko, ya kukoboa mpunga, kuna hii ndogo ya milioni moja na laki nane ambayo huku inakoboa huku inasaga, lakini pia tunayo kubwa yake ya milioni tisa na laki tano ambayo hiyo kubwa yake sasa unaweza ina before ni .1. Kwanza ina ina inakoboa mpunga size tofauti tofauti, yaani inategemeana na wewe mpunga wako. Je, ni mpunga wako ni mrefu mwembamba, hmm, au mnene au mdogo, ili kwa sababu kuna mpunga mwingine wakati wa kukoboa, ukikoboa taratibu unakatika. Kuna mpunga mwingine ukikoboa kwa kwa haraka ndio ukatiki, hmm, au kukoboa uka kwa karibu au taratibu, ndio au katiki. Kwa hapo kuna kwa kuna sehemu ku ya kuwajaza, hmm, yes, lakini pia ina ina sehemu ya kusaga lakini pumba wakati nakoboa pumba inaenda kusaga kabisa moja kwa moja, kwa hiyo pumba ikitoka inatoka pumba unga kabisa. Lakini pia inapepeta, kama kuna mpunga wako ulikuwa na vyuma, ulikuwa na mawe, ulikuwa na vumbi, inavutwa unapepetwa, ndio inaenda kukobolewa. Pia ina gredi mara mbili. Hiyo ni kubwa ambayo inakuwa ina mota mbili, ina mota ya usipa wa ishirini na mota ya usipa wa tano, kidogo advance kidogo ipo <laughs> vizuri. Alafu pia tunana no mashine za kupiga mpunga ndogo Kari. ya milioni moja na laki tano. Hebu mpe kitabu, ipo kule gudam, milioni moja na laki tano na milioni moja na laki nane, na hii milioni moja na laki nane hii e, ya kukoboa hiyo, ya umo ni ya tu hii kupiga tu. Piga site huko huko. Eh, huko kwa site unaweka pale site inapiga. Ambacho kimekosekana saa hivi kwenye mpunga ni mashini ya kupanda miche tu. Mm, kupanda miche. <tos> eh? Eh? <coughs> Ah, hii ni rahisi tu, cha msingi tu ajue namna ya kuwasha. Utaratibu wa kuwasha ni kwamba hapa uvute kuna, kuna, uvute pampu, uvute ma, mafuta kuna pampu ya kuvuta mafuta hapa, unapiga kiki itawaka. Baada hapo, utavuta moto, utavaa mgongoni, utaanza kuvuna. Unavuna tu unazungusha tu kwa kuvuta, sio kitu ambacho labda kina ugumu sana labda akiona aiwaki kama ameshatumia, ametumia, ni plug. Ameona haiwaki, issue inakuwa sana sana. Fungua plug, kisafisha kurudishia kuwasha. Na kitu kingine labda kufanya service za kuweka grease humu kuna sehemu za kuweka grease humu kuna sehemu ya kuweka grease. Baada ya muda fulani, baada ya wiki anaongezea ana grease, ili vima visilane kufanya kazi kwa. Kama ukitaka hiyo gadi tukufungie, kabisa tunaifunga, ili akifika kule tena asipate tabu ya kufunga, ni kutumia <tumia> eh, <tumia> eh. <tumia> eh. Lakini sio ngumu kivile, sababu video hata video namna ya kufunga, hata kama tukikopea kwa kutupatia leo kwenye box, video zipo nyingi. Yani mpaka leo tumetengeneza video kama ngapi pale online? Facebook, YouTube viko video kama nne na hisi na sizani kama kuna kuna channel nyingine ambayo imetengeneza video nyingi zaidi yetu. Tizibu pale nyingi sana so nato, hata watu wengine wakipata changamoto ya bashta lazima atatucheki kwa sababu tunajua. So, ukipata changamoto lazima yani kituo cha kwanza ni YouTube, kituo cha kwanza ni YouTube. Ujua, ni tatizo hili kweli lina linasovika? Mm. Ukiingia hapa unatukuta. Tumelezea elezea, tumelezea hizi ni service nini. Kwa sababu usipofanya service tu. Usipofanya service kile kidude kile. Mm. Ukifanya usipofanya service hapa. Hiki akifanye kazi. Elfu arobaini na tano. Usipofanya service hiki hapa. Elfu hamsini. Kwa maana nakuweka hizo price. Hey, eh, yani ni za muhimu kwa sababu usipoweka tu vima vitakulana vikilana. Eh, hii unafunguka, unachomoa tu hapo, unachomoa tu unaweka, muone wenyewe, waleka grease ya bluu hii, inakuwa inatokea iwe iwe ina grease ya kutosha. Kwa hiyo kichuma huko kinavunjikaga huko ndani kama kiwa kina grease kwa kitasuguana kitasuguana kita, kita vunjika. Kwa ni muhimu sana kuweka grisi. Si kuweka grisi tu. Na maana mteja yote sisi akijaga hapo. Mm. Lazima tumwambie. Yale yani, namwambia sehemu gani uki, usipo ukizingua utapata hasara na bei yake. Yani, yale unajua kabisa hata ule unaenda kumkabidhi afanyie kazi. Akikosea kosa moja namwambia kabisa bwana, "He, ukikosea kosa grisi, gharama gashinge kwa elfu hamsini." Kwa mtu akiwa anajua changamoto iko wapi na gharama hicho kifaa, ah, lazima akitunze. <tabian> <computers> si gharama unayojua, tofauti na kile kitu tunakuuzia tu bwana, ah, mashine hapa nzuri, kwa nenda kafanyie kazi, atajaambia bwana, bwana, plagi hazipatikani kila sehemu. Wewe unaona plagi hazipatikani kwa, kumbe leo ungenunua plagi zako mbili usingepata tabu. Sasa mashine ndio imefika shambani hapo, imefanya kazi, plagi imekufa, unaanza kupiga simu, bwana nataka plagi ngapi? Mbili. usafiri elfu kumi, na hapo kuja. Sio kama itakuja leo leo. Aha. Leo tutakufungia mzigo, kesho tutaupeleka, tutasafisha siku ngapi? Siku tatu nne. mm hizo -hmm. mm -hmm. Eh. bwana huu mti spare hamna kwao. Kazi zako unazofanya, kuwa makini, usipomwambia yeye yeah, atafanya tu nanili, au bahati mbaya itakatika, anakuja huku na ametumia wiki wiki moja, tanakuja huku spare ipo, hamna watu, watu, tunaambia kabisa, bei gani? Sana sana hapo ni plagi, watu ambao wanakusaga sana sana ni hii mkono huu na plagi, hivyo ndio vitu ambavyo hivyo mara nyingi sana ambavyo watu wanakuja sana kuchukua eh, yani hivyo inahitaji service sana, huu mpini na kile kilki, inahitaji service sana pingine tunaona labda mfano mteja amenunua, si ndio? Anaenda kufa leo, anasema bwana, nataka nifunge jembe na kufyekea majani, jembe moja hivi dogo dogo, hizo za plastiki, anafungua hiki kinati, unaona anachika pembeni ile jembe ile dogo, hauwezi kufunga nati au, so, hii nati nakuwa imetoka, anafunga hii sasa, hii nati anahifadhi tu ovyo. Sasa hii nati ukipoteza hii nati unanua hicho chote eh, hey. Hey, chote, unanua, eh kimkontege eh chote <laughs> hicho unanua 45 ukipoteza hii kinati sasa unaenda kumpatia kijana. Yeye anadhani amefunga tu ili ana focus tu kwenda kufyeka. Alafu ajui kia meka dakika za jioni siku nyingine tunatoa siku nyingine. Anataka kutumia jembe jingine sasa inati inahitajika. Anakuta nati? Amna nadhani labda hii nati ni rahisi tu kupatikana. Hapana. Alipoteza nati tu ili chote kime. Kwa hata hata anaenda kutumia akijua bwana hii nati ni ya muhimu bwana. Ukipoteza hii sasa umepoteza elfu arobaini na tano. Kutunza mtu inakuwa ni rahisi kuliko mtu kumuuzia, afu ajui lazima kuwa ataenda kutana vipengele na vipengele. Amepoteza nati, sio? Anakuja kupigia umepoteza nati. Ah, na hiyo nati elfu ah, arobaini bwana. Kwa ni eli mteja ajue kabisa, japokuwa kama tunaogopesha vile <laughs> Lakini, ha, lakini lakini inakuwa uzuri, unaweza ukampatia namba yetu na namwelekeza vitu na gani vya muhimu namwelekeza